Ilipokuwa saa tatu na nusu asubuhi, magari ya kifahari yalikuwa yamepangwa mbele ya jengo kubwa la ofisi mjini Bengaluru. Milango ya magari ilipofunguliwa, watu walianza kushuka, wakiwa wamevaa suti, tai na viatu vilivyong'aa. Kwenye nyuso zao ilionekana wazi hamu kali ya kusonga mbele kwa kasi na kufanikiwa maishani. Katikati ya umati huo, kijana mmoja alikuwa akitembea kwa utulivu kuelekea lango kuu la ofisi. Begi la zamani lilining'inia begani mwake, nguo zake zilikuwa zimekunjamana kidogo na viatu vyake vilikuwa vimechakaa kiasi cha kuonyesha kuwa vimevaliwa kwa miaka mingi. Jina lake lilikuwa Razaki. Hakuna aliyemwangalia mara ya pili kwa sababu kwa macho ya watu wote yeye alikuwa mfanyakazi wa kawaida tu. Lakini ukweli ni kwamba Razaki hakuwa wa kawaida. Alikuwa mrithi halisi wa kampuni hiyo, mmiliki wa baadaye. Alikuwa amerudi hivi karibuni kutoka nje ya nchi baada ya kumaliza masomo yake na pia alikuwa amefanya mafunzo kwa vitendo katika kampuni kubwa. Hata hivyo, aliamua kuficha utambulisho wake ili ajue ukweli wa hali halisi ndani ya kampuni. Alitaka kujua ni nani mkweli, ni nani mnafiki na ni nani aliyesahau utu kwa sababu ya cheo chake. Kwa sababu hiyo, Razaki alivaa mavazi ya mfanyakazi wa usafi. Akiwa ameshika kifagio mkononi na mgongo umeinama, aliingia ndani ya ofisi. Mara tu alipovuka lango, alisikia sauti ya hatua za haraka zikija. Mwanamke aliyevaa viatu virefu vya kisigino alikuwa akimjia kwa haraka. Jina lake lilikuwa Preeti na alikuwa msaidizi wa meneja wa kampuni. Alijulikana kwa ukali wake na tabia ya kuwabana wafanyakazi aliyokuwa akiwasimamia. Macho ya Preeti yalipomtazama Razaki, yalipungua kwa dharau. Alimtazama kuanzia kichwani hadi miguuni kisha akasema kwa sauti kali, "Kwa nini unasimama hapa? Safisha mara moja. Hii siyo sehemu ya kusimama." Razaki aliinamisha kichwa na akahisi uchungu mdogo kifuani, lakini alidumisha utulivu usoni. Bila kusema neno, alinyanyua kifagio na akaenda pembeni kufanya kazi yake. Hilo lilikuwa pigo kwa heshima yake, lakini alijua kwamba lengo lake lilikuwa kubwa zaidi. Hii haikuwa mchezo, bali ilikuwa ni mtihani mkubwa aliyopaswa kushinda kabla ya kuondoka. Preti alisema kwa kejeli, "Usionekane mvivu kama wafanyakazi wa zamani wa usafi, vinginevyo hutadumu hapa." Maneno hayo yalisababisha baadhi ya wafanyakazi waliokuwa karibu kucheka kimya kimya, wengine wakaficha nyuso zao nyuma ya mafaili yao. Hakuna hata mmoja aliyefikiri kwamba yule anayemdharau kama mfanyakazi wa usafi ndiye angekuwa mtu wa kuamua hatima yao siku moja. Razaki alitengeneza alama ndogo kwenye sakafu kwa kifagio chake na akajiapia moyoni kwamba ataona kila kitu, atavumilia yote na wakati mwafaka ukifika ataweka ukweli hadharani. Wakati wa chakula cha mchana, ofisi ilikuwa imejaa kelele kama kawaida. Baadhi ya wafanyakazi walikuwa wakicheka kwa sauti, wengine wakinywa kahawa huku wakipiga soga. Razaki alikuwa kimya pembeni akiendelea kufagia kona moja. Macho yake yalikuwa sakafuni lakini masikio yake yalisikia kila kitu. Ghafla, mwanamke mmoja alicheka kwa sauti na akamwonyeshea kwa kidole, angalieni! Mfanyakazi mpya wa usafi anaonekana kabisa mtu wa kijijini. Labda ni mara yake ya kwanza kuingia kwenye ofisi kubwa. Msichana mwingine aliyeketi karibu naye akajibu: ndiyo hata kubonyeza kitufe cha lifti hawezi. Mfanyakazi mwingine akazidisha kejeli, kesho usije tena kuomba chakula mezani kwetu. Wote wakacheka kwa pamoja, wakajaza hewa ya chumba kwa dharau na majivuno. Razaki hakunyanyua kichwa chake, midomo yake ilitabasamu kwa upole tu. Alikuwa akikumbuka nyuso zao zote akilini. Alijua haya ndiyo yalikuwa majaribu halisi, pale tabia ya mwanadamu inapofichuliwa. Baada ya muda wote walimaliza kahawa na vicheko vyao na kuondoka. Razaki aliendelea kufanya usafi. Ndani yake cheche ya hasira iliwaka lakini aliituliza nafsi yake. Alijua kwamba akiacha hisia zimtawale, mpango wake mzima utaharibika. Ilimbidi awe mvumilivu na mwenye busara. Jioni ilipoanza kuingia, gari moja la kifahari liliwasili nje ya ofisi. Razaki alitazama kutoka mbali akamwona Preti akiingia ndani ya gari huku akiongea kwa simu. Uso wake ulijaa majivuno na dharau. Sauti yake ilisikika wazi akisema kwenye simu, "Ndiyo, mpenzi, usiku wa leo nichukue kwenye mgahawa wa nyota tano. Siwezi kwenda kwenye kefu za bei rahisi." Razaki alisimama kwa muda akiangalia tukio hilo. Razaki alimwangalia kwa makini kisha akateremsha macho chini. Moyo wake ulijawa na wazo moja tu, kuwa kiburi hakiwezi kudumu milele. Mamlaka na cheo haviwezi kumlinda mwanadamu daima. Siku moja ukweli utajitokeza mbele ya wote. Kwa hatua tulivu, Razaki alitoka nje ya ofisi, upepo baridi wa jioni ulipogusa mwili wake uliokuwa umechoka. Macho yake yalimetameta kwa mwanga wa azimio thabiti. Huu ulikuwa mwanzo wa safari ndefu, mchezo wa muda mrefu ambapo kila uongo, kila kiburi na kila dhuluma vilipaswa kufichuliwa. Sakafu bado ilikuwa na unyevunyevu aliposikia ghafla sauti kali ya Preti, ni wewe umefanya usafi huu? Angalia sakafu, bado ni mbichi. Ikiwa mtu atateleza akaanguka, itakuwaje? Je, huna akili kabisa? Razaki aliinamisha kichwa na akaanza kufagia tena kimya kimya. Baadhi ya wafanyakazi waliokuwa karibu walitazamana kwa aibu. Huenda wengine walihisi huruma kidogo, lakini hakuna aliyethubutu kufungua mdomo. Walijua kwamba kumkabili Preti ni sawa na kujiingiza kwenye matatizo. Kila mmoja akageuza macho na kuendelea na kazi yake. Katika siku zilizofuata, Razaki alikutana na mfanyakazi mzee wa usafi aliyeitwa Rioba. Rioba alikuwa amefanya kazi katika kampuni hiyo kwa miaka mingi. Alikuwa mtu mnyenyekevu, mkweli na asiye na ugomvi na mtu yeyote. Alizungumza kidogo lakini moyo wake ulikuwa safi. Kila siku alifanya kazi kwa bidii bila malalamiko. Wafanyakazi wengine walikuwa wakimcheka mara kwa mara, wengine wakimwita eu, mzee wa usafi, wengine wakimdhihaki kwa mavazi yake yaliyopauka, lakini Rioba hakuwahi kuchukua hayo maneno moyoni. Razaki alipomwangalia, aliona nuru ya kipekee ndani yake. Siku moja, alipokuwa akifanya naye kazi, alimuuliza kwa heshima, bwana, umekuwa hapa miaka mingi, watu wanapokudharau hivi, huwa huhisi vibaya? Rioba alitabasamu na akajibu kwa upole, Bwana anatupa heshima ya kweli. Wanaocheka leo watasahau kesho, lakini kama tutafanya kazi yetu kwa uaminifu, roho inabaki na amani. Maneno hayo yalimgusa sana. Razaki alitambua kuwa mtu huyu, ingawa anaonekana dhaifu kimwili, ndiye mwenye nguvu zaidi kimaadili. Wakati wa chakula cha mchana, Rioba mara nyingi alikuwa akigawa mkate wake Siku moja alimpa Razaki nusu ya mkate wake na kusema, chukua mwanangu, kula na wewe. Mimi niko peke yangu, ninatosheka na kiasi kidogo. Wewe ni kijana unahitaji nguvu zaidi. Machozi yalijaa machoni mwa Razaki, alifikiria moyoni, ikiwa kuna mtu anastahili haki ya kwanza katika kampuni hii, basi ni Rioba. Alivutiwa na uadilifu na upole wa moyo wa mtu huyo. Wakati huo huo, Razaki alijiapia kwamba siku moja atahakikisha si Rioba pekee bali kila mtu aliyedhulumiwa kwa miaka mingi atarejeshewa haki yake. Hata hivyo, alijua muda haujafika bado, ilimbidi avumilie zaidi na kusubiri wakati ufao. Siku ziliendelea kupita na Razaki aliendelea kufuatilia kwa makini matukio yote yaliyokuwa yakitokea kila kona ya ofisi. Siku moja alasiri, habari ilienea kwamba fedha fulani zimepotea katika chumba cha kooperativu sosayati ya kampuni. Habari hiyo ilipovuma, ofisi yote ilichanganyikiwa. Wafanyakazi wote waliondoka kwenye madawati yao wakijadili tukio hilo. Mmoja alisema, labda kuna makosa kwenye makaratasi. Mwingine akasema, hapana, hii lazima ni kazi ya mtu wa ndani. Wakati kelele zikiendelea, Preti aliingia haraka ukumbini akiwa ameshikilia karatasi mkononi na uso wake umejaa hasira. Kwa sauti kali alisema, ninajua ni nani ameiba pesa hizo, si mtu mwingine bali ni Rioba. Wakati huo huo, Rioba aliingia chumbani akiwa amebeba galoni ya maji. Aliposikia jina lake, alisimama akiwa ameduaa, kisha akasema kwa sauti iliyotetemeka, madam, mimi sijafanya chochote, nilikuja tu kuweka maji sijagusa hata kisanduku cha pesa. Lakini Preti hakumsikiliza, alimkemea kwa maneno makali mbele ya wote, hinyamaza! Watu kama wewe ndio mnaochafua jina la kampuni, unastahili kufukuzwa kazi mara moja. Wafanyakazi wote waliokuwa karibu walibaki kimya, hakuna aliyethubutu kumtetea Rioba, kwa sababu walijua Preti ana uhusiano mzuri na wakubwa wa kampuni na kumkabili ni sawa na kuhatarisha ajira yako. Idara ya rasilimali watu iliarifiwa mara moja na walimpa Rioba onyo kali. Uso wa Rioba ulipauka akaondoka kimya kimya akiwa ameinamisha kichwa. Razaki aliona tukio hilo kutoka mbali na moyo wake ulivunjika. Alijua kabisa kwamba Rioba hakuwa na hatia, lakini kila mtu alichagua kugeuza macho kana kwamba hawakuona kitu. Usiku ulipowadia na ofisi ikawa tupu, Razaki aliingia kimya kimya kwenye chumba cha walinzi wa usalama. Aliketi mbele ya kompyuta na kufungua rekodi za kamera za usalama au CCTV za chumba kile ambapo fedha zilikuwa zimepotea. Kwenye skrini ilionekana wazi kuwa Rioba aliingia tu kuweka galoni ya maji kisha akatoka mara moja bila kugusa hata kisanduku cha pesa. Razaki alipouona ukweli huo, alivuta pumzi ndefu kwa faraja, lakini moto wa hasira ukawaka ndani yake. Mara moja alinakili video hiyo na kuihifadhi. Akajiambia kimoyomoyo, wakati unabadilika, huu udhalimu hautaendelea kwa muda mrefu. Usiku huo ulikuwa wa maana sana kwa Razaki. Alifanya uamuzi kwamba hatabaki tena kuwa mtazamaji tu; muda si mrefu angevunja mfumo huu wa dhuluma. Asubuhi iliyofuata ofisi ilikuwa na utulivu wa ajabu. Kila mtu alihisi kana kwamba jambo kubwa lilikuwa linakaribia kutokea. Wakati huo huo gari moja jeusi la kifahari liliwasili mbele ya lango kuu la ofisi. Mlango ulipofunguliwa kijana mwenye sura ya kuvutia alishuka. Alikuwa amevaa suti iliyong'aa, miwani ya jua ya kifahari, na uso wake ulionyesha uthabiti na ujasiri wa ajabu. Wote walimwangalia kwa mshangao kwa sababu kijana huyo hakuwa mwingine bali ni Razaki, lakini safari hii akiwa katika umbo lake halisi. Walinzi na wafanyakazi wengine waliokuwa mlangoni walishangaa, macho yao yakibaki wazi. Walikuwa hawaamini kwamba huyu ndiye mtu yule yule waliyemdharau siku chache zilizopita kama mfanyakazi wa usafi. Razaki aliingia kwa hatua tulivu, akifuatwa na msaidizi wake binafsi aliyekuwa amebeba faili mikononi. Wakaelekea moja kwa moja kwenye ukumbi wa mikutano, mahali ambapo mikutano mikubwa ya kampuni hufanyika. Leo kulikuwa na kikao maalum kilichoitishwa kwa wafanyakazi wote wafanyakazi walianza kuingia mmoja baada ya mwingine. Preti naye aliingia akiwa na tabasamu pana usoni akielekea kumkaribisha mgeni huyo muhimu. Hata hivyo bado hakumtambua Razaki, alidhani pengine ni mwekezaji mkubwa au mgeni kutoka nje. Kwa sauti ya heshima alisema, saa, jina langu ni Preti, mimi ni msaidizi wa meneja. Karibu sana katika kampuni yetu. Razaki alimwangalia na akatabasamu kwa upole, tabasamu lililojaa maana ambalo Preti hakulielewa, lakini lilikuwa na kejeli tulivu ndani yake. Kisha akasema kwa sauti tulivu, asante Preti, lakini huhitaji kujitambulisha na kujua vizuri. Preti alibaki ameduaa, macho yake akijaa ya mshangao. Kabla hajapata kusema neno, Razaki alimgeukia msaidizi wake na kusema, tuanze mkutano. Ukumbi ulitulia. Skrini kubwa iliwashwa na video ya CCTV ilianza kuchezwa. Ilionyesha tukio lile lile ambapo Preti alimshutumu Rioba kwa wizi wa uongo. Wafanyakazi wote walitazama kwa mshtuko jinsi alivyomdhalilisha mtu asiye na hatia mbele ya wote. Katika video, ilionekana wazi kuwa Rioba aliweka tu galoni ya maji na kuondoka bila kugusa kisanduku cha fedha hata kidogo. Video ilipomalizika, ukumbi mzima ukatumbukia kwenye ukimya mzito. Kisha Razaki akaongea kwa sauti yenye uzito na mamlaka. Hii kwa siku kadhaa zilizopita nilikuwa hapa si kama mtu wa kawaida, bali kama mustakabali wa taasisi hii. Nilikuwa nikitaka kuona ni nani mkweli na mwadilifu, na ni nani anayekimbilia madaraka na majivuno. Nimeona jinsi baadhi ya watu walivyo tayari kumdhalilisha mwingine kwa kiburi na uongo. Nimeona jinsi mtu mnyofu kama Rioba alivyoshitakiwa bila kosa. Uso wa Preti ulipauka, alikuwa anatetemeka kwa hofu, macho yake yakiwa yameelekezwa chini. Hakuweza kusema chochote. Razaki akamwita Rioba aje mbele. Rioba aliingia taratibu, bado akiwa na woga na akiwa amevaa nguo zake zilezile zile za zamani. Razaki alimkaribia kwa tabasamu, akamshika bega na kusema, Bwana Rioba, kuanzia leo wewe ndiye mratibu wa usafirishaji na vifaa wa kampuni hii. Hii ni zawadi ya uaminifu wa wako na bidii yako wewe ni mtu wa kweli na ninakupa heshima hii kwa moyo wangu wote. Macho ya Rioba yalijaa machozi, uso wake ulionyesha furaha na shukrani kubwa. Alimshukuru Razaki kwa unyenyekevu, kisha akalia kimya kimya kwa hisia. Razaki akawageukia wote na kusema, wale wasiokuwa na utu na uadilifu hawana nafasi katika kampuni hii. Kuanzia leo, tutaijenga familia hii kwa misingi ya heshima na ukweli. Matokeo yake, Preti alifutwa kazi mara moja. Lakini kabla hajaondoka, Razaki alimwita pembeni na kumwambia kwa upole, maisha hayaishi hapa, Preti. Bado una nafasi ya kubadilika. Kiburi huleta heshima ya muda mfupi, lakini mwishowe kinapokonya kila kitu. Chukua kadi hii, tuna programu ya mafunzo kwa wale wanaotaka kuanza upya. Ukiamua, unaweza kujiunga na kuanza maisha mapya. Preti alitambua kosa lake. Machozi yakamtoka, akainamisha kichwa na kumshukuru Razaki, kisha akaondoka kimya kimya. Kuanzia siku iliyofuata, kila kitu kilibadilika. Wafanyakazi walifanya kazi kwa umoja na heshima. Walielewa kuwa dhamani ya mtu haipimwi kwa cheo, pesa au mavazi, bali kwa tabia na utu wake. Usimdharau mtu yeyote, kwa maana hujui ni nani anayeweza kuwa na kipaji au utambulisho mkubwa uliofichwa ndani yake. Ikiwa umeipenda hadithi hii, usisahau kujiunga nasi kwa kusubscribe kwa simulizi zaidi. Tutaonana kwenye video inayofuata. Mungu akubariki na kwa heri.